Nataka nifanye kazi. Nilifanya kazi kama waziri wa ujenzi, nilijitahidi uwezo wangu, sikuangusha. Kama ni barabarani nimelala, kama dumira nimelala, kama nikuanguka kwenye helikopta nimeanguka, Mungu akaniokoa. Nilikuwa nafanya kwa niaba ya Watanzania. Ilikuwa ni vigumu kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara kwa barabara ya lami leo ndugu zangu wa Mtwara wanasema Mtwara kuchere na Kibaha kuchere wakipita kwenye barabara za lami. Ilikuwa ni vigumu kutoka Kibaha kwenda Tabora ukipita kwenye barabara za lami. Leo watu wanapita barabara za lami Tabora ulambo kaliua paka ka, mpaka Uvinza mpaka Kigoma. Kwa hiyo mtu anasema umugabuyoyafua atakwae kahere yubarafuye neza watu wanatoka hapa wanaenda kwa barabara za lami mpaka Babati. Unaweza ukatoka hapo ukaenda mpaka Dodoma ukasema, mbukweni mbukwa wasinduka wela ukulia chindigwa ukaamua ukatelemka chini kwenda Iringa kwa wahee wanaosema kamwene mnogege ndi mnofu makasi yale kilomita zote mia mbili sitini na moja au ukamu ukaenda mpaka Manyara ukakutana na wale wanaosema saita sayu haidoli haidoma, au ukaenda mpaka Arusha kwa Wamasai wanaosema subai, yeba ukaenda mpaka Namanga, unatandika lami, unaenda Singida kwa wale wanasema habariki, uko kwenye rami, unawezi ukaenda mpaka Msoma ukakutana na Wakulya mang'ana mbuya mang'ana mazomu au Wazanaki au hata Wajaruo yaore angima woche madara machigi na herokamano bero inya, uko kwenye barabara ya lamu, unawezi ukaenda mpaka Sumbawanga ukakutana na wale wanasema posuta mwakata walalawili Wafipa. Kila mahali nenda, hata kwa Wanyamwezi nenda, hata Mwanza ule mola nko iko kaya mola. Tanzania imekuwa moja, tumeiunganisha kwa lami, na sasa hivi imebaki sehemu moja tu ya kutoka Mtambaswala kwenda Nakapanya, Tunduru mpaka Namtumbo, lakini kutoka Namtumbo, Songea mpaka Mbinga ni lami. Kwa hiyo, Wangoni wanasema monire, wako kwenye lami na tunaitandika mpaka Nyasa. Hii ndiyo Tanzania tunayoitaka. Lakini imekuwa ni kawaida, baadhi ya viongozi waliokuwa humumu serikalini, bila woga, bila aibu, wanasema serikali haijafanya chochote. Shukulani ya punda, shukulani ya punda, shukulani ya punda. Wamekuwa viongozi humuhumu, wengine wamekuwa mawaziri wakuu, ndio wasaidizi wa rais, wanasimama hadharani, hakuna chochote kilichofanyika. Wengine wamefanya kwenye ofisi ya TAMISEMI inayoshughulikia tawala za mikoa, walianza kufanya kazi humo wakiwa na meno yote. Meno yakang'oka wakiwa humo, wakawekewa ya bandia. Leo wanasema hakuna chochote kilichofanyika. Shukrani ya punda, shukrani ya punda. Tanzania, tumetoka mbali. Hata hapa Kibaha hata mitandao tu ya simu haikuwepo. Leo mtu unaweza ukaamka hata saa nane, unataka kuongea na mtu wako, unamwambia aimisi yu na naye atajibu na mimi aimisi yu, ailavu yu. Usiku wa manane, hata kama anakudanganya kwamba hakumisi, lakini zamekuandikia meseji. Simu zinafanya kazi, lakini watu wanasema hakuna chochote. Barabara hii haikuwa na magari mengi hivi. Watu wa kutoka Rwanda wanategemea barabara hii kusafirisha mizigo. Wa Burundi wanategemea mizigo hapa. Wa DRC wanapitia hapa. Uganda wanapitia hapa. Zambia wanapitia hapa. Hata ya kwenda Kenya. Mtu anasimama mchana anasema hakuna chochote kilichofanyika. Ingekuwa usiku tungesema wanaota. Lakini ukimwona mtu anaota mchana, anaota mchana, hakumbuki yaliyofanyika siku za nyuma, hata kumbuka anakotupeleka. Kwa sababu ili ujue unakokwenda, lazima ujue mahali ulikotoka, ujue mahali ulipo, ndipo utajua mahali unakokwenda. Sasa kama huwezi ukakumbuka hata ulikotoka, ukumbuki hata ulipo, utajuaje unapokwenda? Unaweza ukarudi ulikotoka na usifike. Unaweza ukazungumza maendeleo? ulikuwa nalala lala kwenye nyumba kumbu, unataka kutupeleka tukalale chooni. Na ndiyo maana wengine wamebaki tu kuzungusha hivi mikono na mikono. Ukizungusha wala hawazungushi kwa nguvu, mimi naweza nikazungusha sana hivi Oi, waambieni wazungushe hata mara mbili, lakini kuzungusha sio mabadiliko. Zungusha hata mkono hivi, hutabadilika hata. Basikeli inazunguka, zungusha chochote. Mabadiliko ni utendaji wa kazi. Mabadiliko ni kutoka nyuma kwenda mbele. Mabadiliko ni hatua, na hatua ni lazima kufanya kazi kwa sababu wanasema nasiyefanya kazi asire. Wengine wanasema nyumba zote zitakuwa za bati ndani ya siku arobaini na nane. Kweli, siku arobaini na nane nyumba za bati zote Tanzania hii yenye watu karibu milioni hamsini, usukumani kule kote zikawe nyumba za bati, Monduli zikawe nyumba za bati, Hanang zikawe nyumba za bati, kwa watani zangu Wagogo zikawe nyumba za bati, uende Mtwara nyumba za bati, siku arobaini na nane. Serikali yangu itakapoingia madarakani tumepanga kupunguza bei ya vifaa vya ujenzi na tumeanza Mtwara kabla hata sijaingia madarakani. Mtwara walikuwa wananunua simenti mfuko mmoja elfu kumi na sita hadi kumi na saba. Baada ya kufunguliwa juzi kiwanda cha Ndagote wanauza simenti elfu nane kwa mfuko. Tunataka tuwe na viwanda vingi ili tupunguze bei ya simenti, bei ya mabati bei ya misumari bei ya nondo, ili Watanzania wengi wajenge nyumba kwa nguvu zao polepole, sio ndani ya siku arobaini na nane nyumba za bati zote, hata kama unataka kuomba kula. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nasema uongo? Jamani, nasema uongo au nimewaudhi? Basi ninaomba tarehe ishirini na tano asubuhi, wala msije mkadanganywa na mtu yoyote, tumtangulize Mungu mbele, mkafanye maamuzi, maamuzi makini. Wako wengine wanasema wao wana maamuzi magumu, na maamuzi magumu huwa ni mabaya. Mkafanye ndugu zangu maamuzi makini kwa sababu maamuzi makini, hata utakapopiga vema yako itakuwa ndani ya boksi. Maamuzi magumu unaweza ukafika wakati wa kupiga kura ukaichana karatasi. Maamuzi magumu, hata wanaojinyonga ni maamuzi magumu.